Wakati kengele yako ya asubuhi inapiga, unajimika, kwa nini niliweka mapema hivyo? Unaposafisha meno yako unafikiria, ninahitaji kunyolewa. Isipokuwa kukimbia nje ya mlango wa mbele, unafikia funguo zako na kutambua kwamba haziko hapo. Unapiga kelele, siwezi kufanya chochote vizuri, kabla tu ya kumgundua jirani yako. Kukamatwa ukijizungumzia mwenyewe, unaweza kuhisi aibu na watu wengine hata wanatenga tabia hii kama ishara ya kukosa ustawi wa kiakili. Lakini miongo kadhaa ya utafiti wa saikolojia unaonyesha kuwa kujizungumzia mwenyewe ni kawaida kabisa. Kwa kweli, wengi, ikiwa sio wote sisi, hushiriki katika aina fulani ya mazungumzo ya kibinafsi kila siku. Kwa nini tunajizungumzia wenyewe? Je, kile tunachosema ni muhimu? Mazungumzo ya kibinafsi yanahusu hadithi ndani ya kichwa chako, wakati mwingine huitwa hotuba ya ndani inatofautiana na picha za akili au kukumbuka mambo na maumbo hasa. Wanasaikolojia hufafanua mazungumzo ya kibinafsi kama mawazo yaliyoelekezwa kwako wewe au sehemu fulani ya maisha yako. Hii ni pamoja na mazungumzo ya kibinafsi kama ninahitaji kufanya mazoezi zaidi, lakini pia inajumuisha mawazo yako siku nzima kama jumba la mazoezi limejaa leo, nitarudi kesho. Wakati mwingine mazungumzo ya kibinafsi kwa watu wazima huwa kimya. Kujizungumzia kwa sauti kuko katika kategoria hii. Kwa kweli, wanasaikolojia wanaamini tukio la kwanza kujizungumzia ni kwa sauti, kwani watoto mara nyingi hujizungumzia wenyewe kwa sauti wanapocheza. Katika miaka ya 1930, wanasaikolojia wa Kirusi Lev Vygotsky alidhani kwamba aina hii ya usemi ilikuwa muhimu kwa ukuaji. Kwa kurudia mazungumzo waliofanya na watu wazima, watoto hufanya mazoezi ya kudhibiti tabia zao na hisia zao peke yao alafu wakikuwa mazungumzo haya ya kibinafsi ya nje yanakuwa ya ndani na kubadilika kuwa mazungumzo ya kibinafsi. Tunajua mazungumzo haya ya kibinafsi ni muhimu, na yanaweza kukusaidia kupanga, kufanya kazi kupitia hali ngumu, na hata kukuhamasisha siku nzima. Lakini ni vigumu kutafiti mazungumzo ya kibinafsi. Wahusika katika utafiti wanarekodi tabia ambayo ni ya kawaida na mara nyingi hufanywa bila udhibiti kwa fahamu. Kwa sababu hii, wanasayansi bado wanajaribu kujibu maswali msingi kama vile, kwa nini watu wengine wanazungumza zaidi kuliko wengine? Ni maeneo gani ya ubongo yanaamilishwa wakati wa kujizungumzia kibinafsi na uhamishaji huu unatofautiana vipi na mazungumzo ya kawaida? Jambo moja tunalojua kwa hakika ni kwamba kile unachosema katika mazungumzo haya kinaweza kuwa na athari halisi katika mtazamo na utendaji wako. Kushiriki katika mazungumzo ya kibinafsi ambayo ni ya mafundisho au motisha Kumeonyeshwa kuongeza umakinifu, kujitegemea na kusaidia kushughulikia kazi. Kwa mfano, utafiti mmoja wa wachezaji wa tenisi wa chuoni uligundua kuwa kuingiza mazungumzo ya kibinafsi katika mazoezi kuliongeza umakinifu wao na usahihi. Na kama vile kuzungumza na rafiki kunaweza kusaidia kupunguza dhiki, kujizungumzia mwenyewe moja kwa moja pia kunaweza kukusaidia kudhibiti hisia zako. Mazungumzo ya mbali ni wakati unajizungumzia mwenyewe, ni kama upo katika mazungumzo na mtu mwingine. Kwa hivyo badala ya nitapita mtihani huu, unaweza kufikiria "Kalib, uko tayari kufanya mtihani huu?" Utafiti mmoja uligundua kuwa aina hii ya mazungumzo ya kibinafsi ulikuwa na faida sana katika kupunguza mafadhaiko wakati wa kushughulikia kazi za kusababisha wasiwasi, wasi, kama vile kukutana na watu wapya au kuzungumza hadharani. Lakini ambapo mazungumzo mazuri ya kibinafsi yanaweza kukusaidia, mazungumzo hasi ya kibinafsi yanaweza kukudhuru. Watu wengi wanajitokeza mara kwa mara, lakini wakati tabia hii inapokuwa mara nyingi au hasi sana inaweza kuwa sumu. Viwango vya juu vya mazungumzo hasi ya kibinafsi mara nyingi vinatabiri wasiwasi kwa watoto na watu wazima, na wale wanaojilaumu kila wakati kwa shida zao na kutafakari hali hizo kawaida hupata hisia kali zaidi za unyongovu. Leo kuna nyanja ya matibabu ya kisaikolojia inayoitwa Cognitive Behavioral Therapy au CBT, ambayo kwa sehemu inazingatia kudhibiti sauti ya mazungumzo ya kibinafsi. Wataalamu wa Cognitive Behavioral Therapy mara nyingi hufundisha mikakati ya kutambua mzunguko wa mawazo hasi na kuzibadilisha kwa kutafakari mambo mazuri. Baada ya muda, zana hizi zinaweza kuboresha afya ya kiakili ya mtu. Kwa hivyo, wakati mwingine unapojipata unajizungumzia mwenyewe, kumbuka kuwa mwema. Sauti hiyo ya ndani ni mpenzi ambaye utazungumza naye kwa miaka mingi ijayo. Endelea kulisha akili yako huku ukijifunza jinsi inavyofanya kazi. Jisajili kwenye kituo chetu au tazama video hizi. Ubongo wako utakushukuru. <mulia>